Rais John Magufuli amesema uamuzi wa serikali kusitisha ajira mpya pamoja na kupandisha vyeo watumishi wa serikali ni wa muda mfupi ili serikali iweze kudhibiti tatizo la watumishi hewa. Akizungumza katika maadhimisho ya miaka hamsini ya benki kuu BOT jijini Dar es Salaam, Rais Dk John Magufuli amesema tatizo la watumishi hewa linawanyima Watanzania fedha zao kwa ajili ya kuwalipa watumishi hao. Tunga na mwandishi wetu Gani ya Jumbe kwa taarifa kamili. John Magufuli amezindua maadhimisho mia ya miaka 50 ya Benki Kuu ya Tanzania BOT, ikiashiria kuanza kwa safari ya benki hiyo katika miaka 50 ijayo, vitabu viwili ambavyo vinaelezea historia ya Benki Kuu na changamoto za Tanzania katika njia za kufikia uchumi wa juu. Katika hotuba yake kwenye maadhimisho haya ambayo yamehudhuriwa na magavana na naibu magavana wastaafu wa, wa Benki Kuu ya Tanzania, Rais Magufuli amesema serikali imesitisha kwa muda ajira mpya pamoja na kupandisha vyeo watumishi ili kukabiliana na watumishi hewa. Lakini wakati tukiendelea kufuatilia hili swala la wafanyakazi hewa, pension hewa na mambo mengine hewa, nimeona sisi ndani ya serikali tujipange vizuri zaidi kwa sababu wakati tulipokuwa tunashughulikia wafanyakazi hewa utumishi walikuwa bado wakiendelea kuajiri watu. Sasa ile ni contradiction, unaandaika na watumishi hewa kuwatoa, halafu wakati huo huo unaajiri watumishi wengine, maana yake hutawajua watumishi hewa na inaweza nimetoa maagizo kwamba ajira mpya zisimame angalau kwa mwezi mmoja au miezi miwili, ili swala hili la watumishi hewa liweze kuisha kabisa. Ninafahamu wafanyakazi sa nyingine wanaweza wakawa wanakwazika, wanajiuliza kwa nini hakuna ajira mpya serikali mnapotambua mmefanya makosa vyema kuyarekebisha. Rais Magufuli pia amesema baadhi ya changamoto ambazo zinaikabili Benki Kuu ni usimamizi wa huduma za kifedha ili kuwafikia Watanzania hadi vijijini. Taasisi nyingi za fedha zinafanya shughuli zake mijini, wakati Watanzania wengi takriban asilimia sabini wanaishi vijijini. Wito wangu kwa Benki Kuu, zihimizeni taasisi za fedha ikiwemo mabenki, makampuni ya bima na hata mifuko ya hifadhi kupeleka huduma zao vijijini ambapo Watanzania wengi wanaishi. Mkifanya hivyo, idadi ya wananchi wanaopata huduma za kibenki itaongezeka na pia itasaidia juhudi zetu za kuwaingiza wananchi katika mfumo rasmi na hatimaye kuwezesha serikali kukusanya mapato kwa shughuli mbali mbalimbali za maendeleo. Aidha, Rais Magufuli amesema benki kuu inatakiwa kudhibiti matumizi ya dola ili kulinda thamani ya shilingi, kulinda ubora na usalama wa matumizi ya kielektroniki pamoja na kudhibiti mfumo kwa bei. Awali akielezea historia ya, ya benki kuu ya Tanzania tangu kuanzishwa kwake Juni 14 mwaka 1966, gavana Ben Ndulu amesema benki kuu imeweza kujiendesha yenyewe bila ya kutegemea serikali. Leo hii kimtaji benki kuu ya Tanzania inahesabika katika moja wapo ya zilizo na hali nzuri barani Afrika. Kwa, kwa hali ya sasa benki kuu ya Tanzania haitegemewi ku, kuwa mzigo kwa serikali yetu kiuendeshaji kwa muda mrefu ujao. Ina uwezo mkubwa wa kuhimili misukosuko yeyote inayoweza kutokea. Katika maadhimisho hayo Rais Magufuli pia amezindua sarafu ya shilingi elfu hamsini kwa ajili ya kumbukumbu pamoja kumbu, na kupokea hundi ya shilingi bilioni 4 ikiwa ni mchango kwa ajili ya madawati. Magavana na naibu magavana kutoka nchi mbalimbali mbali barani Afrika, wawakilishi wa taasisi mbalimbali za kimataifa wamehudhuria maadhimisho haya. Ghania Jumbe, TBC, Dar es Salaam. Naam, asante sana Hani Ajumbe kwa taarifa hiyo mtazamaji kufahamu mengi zaidi yaliyomo katika hotuba ya Rais Dr. John magufuli kwenye sherehe za BOT tafadhali usikose kuangalia kipindi maalum cha sherehe hizo usiku huu hapa TBC1